Wewewe. Acha ukuna fangasi na kula maganda ya bidonta wewe, sikiliza wewe, matakoba, sikia. Ukiona mwanaume wako anafoka ndani ya nyumba, mwanamke, inatakiwa uzingatie hivi: kaa kimya, ili kumpa ufalme mmeo ndani ya nyumba, na pia mfuate, mkumbatie kifuani kwa nguvu, utaona ameshuka na hisia zake zote za hasira zote zinakata. Pia jambo lingine la pili, akiwa anaongea mmeo wewe, mama ama mwanamke, unatakiwa ukae kimya. Mwanaume wako hatakagi, ama mwanaume yoyote ile, huwa hataki majibizano ya kwamba anaongea yeye na wewe mama unaongea, bali utamtia hasira tu pale pindi mtakapokuwa mnajibizana. Pia jambo la tatu, ukiona mmeo amekwambia, bwana punguza, punguza mazoea na mtu fulani huenda ameshaona kitu fulani baina ya huyo mtu ambaye anakuzuia, kuna vitu ambavyo haviko sawa juu yake, unaona ama huenda si mtu sahihi. Kwa hiyo wewe, akikuambia punguza mazoea, na punguza kweli, usilazimishe kwenda kinyume na mmeo anavyotaka, basi tofauti na hivyo mnapishana. Pia jambo lingine la nne, mama au dada, mwanamke, ukiona mwanamume wako anakueleza kitu ama anasema kitu, basi uwe ni mtu mzima, uelewe jambo kwa uharaka, usimfanye mmeo au anarudia rudia kila wakati kuliongelea hilo hilo, mwisho unamchosha unaona. Maana atakapokuwa anaongea hicho hicho hicho hicho, basi hata wewe mwenyewe unaweza ukajifikiria vibaya, kwa nini anakuwa ananisemea kwa jambo hili hili? Unaona, kumbe wewe una utindi wa ubongo pasipo kuelewa kwa uharaka. Ama unaelewa, unafanyia kiburi pia mme ukiona anaongea ndani ya nyumba na wewe ukawa unanyamaza, basi hiyo ndoa yenu itadumu naona, na itachukua muda mrefu sana, huenda hadi mkazeheshana, na watu wengine watakuwa wanaonea wivu, mbona ndoa ya kina fulani wamekaa kimya, hawazozani naona. Ukifata mambo haya yote niloyasema matano, ndoa yenu itadumu. Na kama unabishi, basi jichome kidore, alafu nuse. Afande msomi